Ni mechi ya mwisho kwa timu ya taifa ya Tanzania katika fainali za mataifa ya Afrika ambapo watakuwa tunajaribu bahati yetu kama walau tunaweza tukapata ushindi wa kwanza au la. Mimi naitwa Elias Sobo, ni karibu sana. Nipo na Philip Nkini kwa ajili ya kuzungumzia mechi ya uh, Tanzania dhidi ya Tunisia. Vipi, Nkini? ah, ah, anashukuru Mungu. Tathmini yako kwenye kwenye hii mechi dhidi ya Tunisia? Ah, ni, ni mechi ngumu na ni mechi ya maamuzi, kwa sababu kama tukipoteza ina maana tutarudi kuja kuendelea na ligi, lakini kama tukishinda tunaweza tukawa na nafasi ya kwenda kwenye hatua kumi na sita bora, sehemu ambayo tumekuwa tukitafuta mara tatu huko nyuma. Hii ni mara ya nne, hatujawahi kufika hapo, lakini kama tutaishia hapa ina maana tutakuwa tumerudi nyuma. mimi si siamini kama Stars wakitolewa kwenye mashindano wakiwa na pointi moja ni mafanikio. Mii naamini watakuwa wamerudi nyuma kwa sababu AFCON iliyopita walipata pointi mbili kaonekana kama vile kuna, kuna mwanga unaonekana. Tumekuwa tunatafuta ushindi wetu wa kwanza kwenye mashindano ndani ya misimu mitatu msimu wa nne mpaka sasa hivi hatujapata, labda tuombe Mungu, inaweza ikatokea leo, lakini kwa ujumla performance yetu bado tunahitaji ku, kuongeza kitu kwenye ile daraja letu ambalo tunalo kama kweli tunataka kushiriki mashindano makubwa kama haya. E, Tunisia ambao wamepoteza kwenye mechi iliyopita dhidi ya Nigeria kwa mabao matatu kwa mawili kwa namna ambavyo umeiona timu yao ikicheza katika mechi mbili zilizopita dhidi ya Uganda na dhidi ya Nigeria. Unafikiri inaweza kuwa mechi namna gani? Ni mechi ngumu kwa sababu kwanza Tunisia wametuzidi vitu vingi Yaani kwenye kwenye uhalisia na kwenye makaratasi, sisi Tunisia wametuzidi, lakini kwenye football mna ambacho kinashindikana. Ndio maana nikakwambia kama tukifanikiwa kushinda, basi itakuwa ni sherehe kwa nchi nzima, hata kama tutashindwa kuvuka, kwa sababu tutakuwa tumeongeza kitu kwenye kile ambacho tulikuwa nacho kwenye AFCON iliyopita cha kwanza kwenye mashindano makubwa kama haya ni kuhakikisha kwamba kila siku unaposhiriki angalau unasogea kwenda mbele. Si kuzisikia target za national team, ni zile halisi. Kuna target, wengine walikuwa wanasema timu ivuke angalau iende 16 bora, wengine wakaenda target yao kwamba bwana, angalau basi tushinde mechi mechi moja kwa sababu hatujai kushinda. Lakini mimi kwangu, ungeniambia, ningesema mwanzo ilikuwa target yetu ni kuvuka kwa sababu AFCON inayofuata ambayo itakuwa ni AFCON ya tano tunaandaa sisi, kama tunaandaa sisi, alafu AFCON ya nyuma yake tumekwenda tumekusanya pointi moja, alafu tukashangilia. Ikija hii ambao tunaandaa sisi tutafanyaje? kwa sababu unapoandaa mashindano, ili mashindano yawe na mvuto, at least basi wewe mwenyeji, nusu finali, robo finali kwenye AFCON ukifika robo finali, sio, sio mbaya, hata kama umeandaa kwenye mataifa kama kama ya kwetu. Lakini kwenye uhalisia, tulitakiwa bado tuendelee kuwepo kwenye mashindano muda mrefu, angalau mpaka nusu finali, finali au mpaka finali. Kwa hiyo, kama target yetu ya sasa ni kutafuta, tutatoka na pointi moja, tutakuwa tumefeli. Lazima hilo tulikubali kama nchi, na tutatakiwa kuongeza juhudi sana kwenye mechi ambazo zinafuata kwenye AFCON inayofuata ambao mzigo utakuwa ni mkubwa zaidi, lakini experience ambayo tutaipata sisi kwetu ni kama angalau tutapata pointi nne, yaani leo tushinde, tupate pointi nne, tuvuke tusivuke, tutakuwa hatuna deni sana, nishaelewa vizuri kwa sababu wachezaji watakuwa wameona kwamba kuna kitu kinawezekana. Lakini tukija na hizi target kwenye AFCON 2027 ya kwamba tunataka angalau tushinde mechi moja, tunataka angalau tuvuke tuende 16 bora. Kutolewa 16 bora kwenye AFCON ambao umeandaa wewe umefeli yani hilo hata halina, halina, halina ubishi kwao. Kikubwa mimi nafikiri Tunisia ni timu bora. Tumeona kwenye mechi dhidi ya Uganda walicheza. Tunisia anacheza kwa mbinu sana, hawachezi kwenye kwenye majukwaa au hawachezi kwa kutaka kuwaonesha watu ya kwamba wenyewe ni bora sana, wanacheza kwa sababu ya kuhitaji kupata ushindi, wanahitaji kupata pointi tatu. Ukiwaona mechi zao zote Tunisia ana tofauti sana jinsi anavyocheza. Algeria wanacheza hawakufurahishi Yaani hakuna mechi ambayo Tunisia anacheza anakufurahisha, lakini anapata ushindi. Hizi ni tournament ambazo hazina muda wote wa mtu kusifia kwamba mmecheza vizuri, ni tournament ambazo yoyote atakayekuja kuja atakwambia bwana, wewe umevuka kwa sababu umechukua pointi tatu. Sababu ukiangalia ili mtu achukue ubingwa, anacheza mechi saba anachukua bilioni 24. Vizuri. Kwa hiyo Hizi ni tournament ambazo hazihitaji kucheza vizuri. Hakuna sehemu yote ya sifa ya kucheza vizuri. Sehemu unaokuja kukutana nayo ni sehemu ya kuambiwa kwamba alishinda ile mechi, amepiga pasi 16, amepata ushindi. Lakini amecheza na mpinzani aliyopiga pasi 460, lakini amepoteza. Umeshaelewa? Ndicho ambacho anakifanya Tunisia. Kwa hiyo sisi hatuhitaji kucheza vizuri sana kwenye mechi dhidi ya Tunisia. Tunahitaji kupata ushindi at least. Tushinde tupate pointi tatu ambazo zinaweza kutupa labda daraja la kuvuka kama tutavuka kama best loser basi tutavuka kama, kama, kama mmoja wapo kwenye, kwenye kundi letu, kwa sababu pointi nne inategemea na matokeo ya wengine shana leo, ambao ambayo yana uwezo wa kutuvusha sisi. Ningependa tuzungumzie nafasi ya wazoefu e, kwa maana ya Samata Msuva kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kusaidia upatikanaji wa matokeo ambayo Watanzania wanatamani kuona yanapatikana, experience ya wachezaji kwenye mechi kubwa kama hii. Wachezaji watatu ambao wameenda kwa Afcon wa wa wa ya tatu mfululizo. Msuva, Samata, Mohamed Hussein. Nafikiri ile Afcon moja Kapombe alikuwa aende lakini sijui nini kilitokea katikati kwa hiyo hao walienda kwenye, wameenda kwenye hizo Afcon zote tatu kwenda kwenye Afcon zote tatu, ina maana hawa kuna kitu wanakiongeza kwenye timu ya Taifa. Unaona performance ya Msuva na Msuva, mimi ni wetu mkweli, hajawahi kuangusha mashabiki wa timu ya Taifa. Yani kadri anavyovaa jezi ya timu ya Taifa, unaona kuna kitu kubwa anakifanya. Tumemwona Shabalala, performance yake ni bora sana kwenye mechi zote ambazo amecheza. Lakini pia tumemwona Samata, pamoja na kwamba Samata hafungi, mechi iliyopita alianzia nje, lakini unaona akiingia, kitu ambacho anakuonesha experience inamata sana kwenye mashindano kama haya. Hii sio ligi ya kusema kwamba naweza nikasajili wachezaji wenye miaka 24 au miaka 25, alafu wakanipa wakanipa ubingwa. Ukiwaangalia kina Samata, ukiangalia kina Msufa, utaona hawa wakubwa ambao uzoefu wa kutosha wamekuwa wakizungumza sana kuelekezana nini cha kufanya, lakini pamoja na uzoefu wao tunakutana sisi pia na uzoefu mwingine wa wachezaji wengi wa kwetu. Sasa hivi ni tofauti na miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma tulikuwa tunaita wachezaji labda ishirini na nane tuna wachezaji wawili au watatu ambao wanacheza nje, nje. Na sana sana alikuwa ni Samata na Msova. Lakini sasa hivi, yaangalie timu yetu ya taifa. Asilimia 60 ya wachezaji wetu timu ya taifa wanatoka, wanatoka nje. Wanacheza ligi ambazo kidogo zina ushindani mkubwa zaidi kuliko ligi yetu. Ukiangalia kina Miroshi sawa, wote wanaona kuna kitu wanakupa cha tofauti na kile ambacho tulikuwa tunapewa huko nyuma. Kwa hiyo sisi hii nafasi ya wachezaji wetu kupata kuondoka kwenda nje ni sehemu ambayo sisi tunatakiwa lazima tuifanyie kazi sana, ili kama tunataka kufika huko mbali. Tulipo ni mataifa machache sana. Angalia mataifa yalofuzu, asilimia kubwa ya mataifa yalofuzu yanatumia wachezaji wanatoka Europe, wachezaji wanacheza nje ya ligi za nyumbani kwao, sawa? Wale walofuzu kwao kikubwa, pamoja na kwamba hawa wa ligi yetu wanatakiwa wawepo kwenye timu ya taifa lakini lazima tufike muda ambao tunategemea sana wachezaji kutoka nje kwa sababu watakuja kutuongezea kitu kikubwa zaidi kwenye timu ya taifa. Timu yetu ya taifa inahitaji mabadiliko makubwa, tuwe wa kweli. Pamoja na mabadiliko ya wachezaji, tuna benchi jipya la, la, la, la ufundi, lakini kama tunapoielekea AFCON inayofuata tunahitaji kufanya kazi kubwa zaidi ili angalau tusiye tukaishia hapa tulipo sasa hivi yani; tusiende na mawazo haya ambayo tulipo kwenye AFCON yetu ya tano kuhakikisha kwamba wanafikia malengo ya kwao binafsi na malengo ya timu ya taifa. Uganda wao watacheza dhidi ya Nigeria ee, nao wanahitimisha hatua ya, ya makundi. Unahisi pengine wanaweza kuizuia na, na, Nigeria ambao tayari imeshapata nafasi kwa maana ya kuenda hatua ya, ya mtoano? Mara nyingi mimi si, yani, na, nachukiaga na sana nikimwona mpinzani wa pinzani wangu mimi sababu sisi Uganda ni mpinzani wetu, kwa nini? Nafasi moja ile iliyobaki, sababu nafasi moja tayari ameshaichukua Nigeria ambao ameshafuzu. Lakini unapocheza na timu ambayo imeishafuzu, yani yeye hana cha kupoteza. Mwalimu anaweza akaja, anakuja kwa kujipanga kwa ajili ya mechi ya 16 bora. Wakati mwalimu anajipanga kwa ajili ya mechi ya 16 bora, mara nyingi huwa anapumzisha sana wachezaji wake ambao ni wale key player. Tumewaona Misri wanavyocheza baada ya kuwa wameshafuzu sawa wachezaji wale key player wengi huwa wanapumzishwa, si ndio? Sasa kama timu za vile, inamaana Uganda akitumia lile gepo ambalo linaachwa wa kupata kitu ni kitu ambacho kinawezekana kwenye mpira, kwa sababu Nigeria hawana kitu kikubwa sana cha kupoteza. Lakini wakati mwingine mchezaji ambao anapewa nafasi ya kucheza, ambao alikuwa hajacheza kabisa kwenye mashindano, anataka kumwonyesha mwalimu ya kwamba mimi nina kitu tofauti na yule ambao ulikuwa unamtumia. Kwa hiyo hii pia inakuwa ni nafasi, unaweza ukaenda ukijua kwamba wametuwekea kikosi cha pili wale masta wao nane au tisa wameweka pembeni. Ukaja kukutana na viberengi ambao ndio vinataka sasa kumuonyesha mwalimu ya kwamba mimi nafasi ya kumuja kucheza kumi na sita bora na, na, na itaka. Sasa wale wanaweza ukashangaa wewe unaenda kwenye mechi ambayo umetakiwa kushinda unapoteza goli nne goli tatu kwa sababu gani? Hawa wanataka kumuonesha mwalimu ubora wao. Lakini pia hapo hapo mwalimu anaweza akawatumia wachezaji wale wale tu kwamba alikuwa anatumia wala akasema ah, ngoja niwaangalie, lakini tucheze kwa mbinu tofauti ambayo tutaenda kucheza hatua ya 16 bora. Unajua resi ya mashindano inabadilika kila hatua, ukitoka hapa sasa hivi ulikuwa unacheza mechi tatu, yani unatafuta nafasi ya kuvuka kupata pointi sita kwenye mechi tatu. Sasa hivi unakwenda sehemu ambayo dakika 90 zinahitaji wewe upate ushindi ili uvuke kwenda kwenda hatua inayofuata kwao makocha wengi wanaenda na mbinu tofauti, na kingine ki kinacho kinachochangia sana mechi ni back to back. Yani unacheza leo, unacheza kesho, unapumzika, kesho kesho kutwa unacheza tena. Kwa hiyo mwalimu mara nyingi huwa hapendi sana kuwachosha wachezaji wake wengi, akitokea mwalimu ambao unamuona anaamua tu kuwatumia wale, wale jua kwenye wale 28 alionao kuna sehemu bado hakuja kaa sawa. Kwa hiyo mimi ninachokifikiri Uganda ana nafasi lakini pia sio nafasi ya kubweteka, kwa sababu Nigeria ameshafuzu. Ni nafasi ya yeye kufanya kazi, wana timu nzuri, tumewaona walivyocheza na Stars. Aa, matokeo yao kwenye ile mechi yana yana deserve kwenye hicho ambacho wamekionyesha, ilikuwa ni mechi ambayo Stars ilikuwa anaweza kushinda, lakini tumewaona pia hata kwenye mechi yao dhidi ya Nigeria, performance ya dhidi ya ile mechi iliyopita dhidi ya Tunisia, si ndio? Wameonyesha performance nzuri kwao, kwa mimi, kwangu nafikiri tuende tukiwa tunaamini kwanza, sisi tuna uwezo wa kushinda tukavuka, lakini kama ikitokea Uganda amevuka kwetu, bado itakuwa ni heshima, kwa sababu ni majirani zetu, watakuwa wanatupa hasira ya sisi ya kuamini kwamba kuna siku moja tun tukapata nafasi ya kuvuka kwenda mbele. Mungu ibariki eh, Taifa Stars. Mungu ibariki Tanzania. Ni mechi ya mwisho tunasubiri kwa hamu kuona nini ambacho kitatokea kule Morocco. Mpaka hapa tuna la ziada, Philip Nkini. mimi naitwa Elias Solomon na sante, wakati mwingine.